Karibu sana kwenye podcast ya Kenya Wantamnotam Movement. Leo tunaingia ndani kabisa kuchambua makala moja tata, makala inayouliza swali gumu: je, Kenya ilianza na msingi uliooza? Kulingana na chanzo chetu, ahadi ile ya uhuru ilisalitiwa tangu siku ya kwanza kabisa. Na mbaya zaidi, wanasema urithi wa usaliti huo bado unatuandama sote hadi leo. Hebu tuone kama hoja zao zina mashiko. Watu hawakupigania minyororo mipya msituni. Hebu tafakari maneno hayo kwa sekunde. Hii nukuu ndio roho ya uchambuzi wetu wote. Inatukumbusha kwamba mapambano ya uhuru hayakuwa tu suala la kubadilisha bendera au wimbo wa taifa, la hasha. Ilikuwa ni harakati ya kutafuta utu, heshima. Lakini makala hii inauliza, je, kweli tulipata tulichopigania, au tulibadilishiwa tu aina ya minyororo? Sawa, sehemu yetu ya kwanza, ahadi iliyovunjwa. Hapa ndipo tunapoanza kuangalia jinsi ile ndoto kubwa ya Kenya mpya kulingana na makala hii ilivyoanza kufifia taratibu. Sasa angalia huu mlinganisho. Ni kama usiku na mchana. Upande mmoja, ahadi ilikuwa ni heshima kwa wote, ardhi irudi kwa wenyewe na haki itawale. Matumaini yalikuwa juu sana, unajua. Lakini upande wa pili, makala inasema uhalisia ulikuwa tofauti kabisa: Mamlaka yalibaki kwa kikundi kidogo cha wasomi na mfumo wa ukandamizaji uliendelea, ila tu kwa sura mpya. Ni kama umeahidiwa safari ya kwenda binguni, lakini gari likakugeuzia na kukurudisha kule kule ulipotoka. Ok, sehemu ya pili, msingi wa kushindwa. Sasa hebu tuchimbe chini zaidi, tuangalie hasa ni wapi mambo yalianza kwenda mrama. Tuanze kuchambua kile ambacho makala hii inakiita mwanzo mbovu hoja yao ya kwanza na labda ya msingi kuliko zote ni hii ardhi. Unajua, ardhi haikuwa tu kipande cha udongo, ilikuwa ni ishara ya uhuru wenyewe. Ilikuwa ndiyo sababu hasa watu walienda msituni kupigana, na kulingana na makala, hapa ndipo hasa uongo wa kwanza ulipopandwa. Basi nini hasa kilitokea? Chanzo chetu kinasema mfumo wenyewe ulikuwa ni janja ya nyanyi. Ule mpango wa muuzaji radhi mnunuzi radhi ulisikika vizuri sana kwenye makaratasi, lakini kiuhalisia ulikuwa ni mtego. Mwananchi wa kawaida aliyetoka msituni bila hata senti, angepata wapi pesa za kununua ardhi yake mwenyewe? Matokeo yake, wenye uhusiano na mamlaka walitumia fursa hiyo kujilimbikizia mashamba makubwa, na wale waliopigania ardhi hiyo waliachwa mikono mitupu na hii picha inaelezea kila kitu. Hebu fikiria, wakati wapigania uhuru wale Mau Mau walikuwa bado na makovu ya vita, maamuzi muhimu kuhusu mustakabali wa nchi yalikuwa yakifanywa kwenye hoteli za kifahari na watu ambao hawakujua hata harufu ya msitu. Makala inasisitiza hii haikuwa bahati mbaya, huu ulikuwa mpango kambambe wa kuwatenga mashujaa halisi na kuwakabidhi madaraka wasomi wachache. Na uporaji haukuishia kwenye ardhi tu, kulingana na makala hii ulienea kama moto wa kifuu. Fikiria hivi: majengo ya serikali yakawa ya mtu binafsi, viwanja vya umma ambapo watoto walipaswa kucheza vikamegwa na kuuzwa, misitu ya kitaifa ikakatwa na kugeuzwa mbao. Yaani kila kitu kilichokuwa mali ya Wakenya wote kiligeuzwa kwa fursa ya wachache kujitajirisha. Sasa sikiliza hii, makala inasema ufisadi haukuwa tu matendo ya watu wachache wabaya. La, ulikuwa ni mfumo ulioundwa kwa makusudi kabisa. Hatua ya kwanza, upendeleo wa kisiasa: kazi na tenda ni za marafiki, sio kwa wenye uwezo. Pili, kunyamazisha wakosoaji: yoyote anayehoji, mtishe au mfunge. Tatu, rushwa iliyopangwa: hakikisha hakuna huduma inayopatikana bila chai. Na nne, na labda ya hatari zaidi Gawanya utawala, tumia ukabila kuwagombanisha wananchi ili iwe rahisi kuwatawala. K okay. Sasa unaweza kujiuliza haya yote ni ya zamani, yana umuhimu gani leo? Sehemu hii ya tatu, urithi wa kudumu, inaunganisha nukta zote na kuonyesha jinsi mzigo wa historia hiyo unavyotukalia kooni hadi leo. Na huu ndio urithi wenyewe: pengo kubwa kati ya majumba ya kifahari na mitaa ya mabanda, vijana wengi wasio na ajira na utamaduni wa hofu ambapo watu wanaogopa kusema ukweli. Makala inasema haya si matatizo mapya yaliyoibuka jana, ni dalili za ugonjwa wa zamani ambao haujawahi kutibiwa. Na changamoto kama hizi ndizo hasa zinazochochea haja ya Wakenya kutafuta majukwaa mapya ya majadiliano na hatua kama lile la Wantamnotam. Hii kauli ni nzito sana. Inasema hivi: kila wakati jina la waasisi linapotumiwa kufunika maovu au kuzima mjadala muhimu anayefaidika sio mwananchi, bali ni yule mwizi anayeendeleza uporaji. Hoja hapa ni kwamba historia inapaswa kuwa kioo cha kujitazama na kujifunza kutokana na makosa, sio sanamu tunayoiabudu bila kuhoji. Basi, baada ya kuchambua tatizo na chanzo chake, je, kuna matumaini? Sehemu ya nne na ya mwisho kubadili mwelekeo inahusu hilo. Huu ni wito wa kutoka kwenye kulalamika na kuanza kuchukua hatua. Kwa hiyo, swali linabaki. Sisi kama Wakenya, tunawezaje kubadili huu mwelekeo? Ikiwa msingi ulikuwa mbovu, je, inawezekana kujenga upya? Makala inasema inawezekana na inatoa pendekezo. Na hapa ndipo jibu lao linapokuja, nguvu ya umma iliyojipanga. Inapendekeza jukwaa la Wantamnotam si tu kama mahali pa kwenda kulalamika kwenye mitandao, bali kama uwanja wa kupanga mikakati na kutenda. Wazo kuu ni kubadilika kutoka kuwa watazamaji wanaokosoa wakiwa wamekaa kando na kuwa wachezaji wenyewe uwanjani. Okay, sasa kivitendo inakuwaje? Makala inasema anza kidogo tu hapo ulipo ongea na majirani zako kusanya marafiki anzeni kuuliza maswali magumu kuhusu maendeleo yenu na hapa ndipo wanapotaja moja kwa moja jukwaa la wantamnotam kama sehemu ya kuanzia wanakusihi utembelee tovuti yao www.wantamnotam.com huko utapata kaunti zote 47 chagua kaunti yako na anza kuchapisha na kushiriki mawazo yanaweza kuleta mabadiliko kuanzia kijijini kwako hadi taifa zima na hivyo basi Tunabaki na hili swali la msingi: ikiwa kweli mwanzo ulikuwa mbovu, je, hali ya sasa inaweza kurekebishwa? Makala inasema ndiyo, inawezekana, lakini jukumu hilo linatutegemea sisi sote. Je, tutaendelea kulalamikia msingi uliooza au tutachukua zana na kuanza kujenga kitu kipya na imara? Jibu kama kawaida liko mikononi mwetu. Asante sana kwa kusikiliza podcast ya Kenya Wantamnotam Movement.